Wakati nazuuma kwenye jimbo la Kawe, yeye ndiye alikuwa anaongoza hamasa, lakini ni mshirika wetu. Anatoka nyumbani siku ile, ilikuwa ilikuwa... unaongea sasa kidogo kidogo. Anatoka nyumbani, watu wanapita barabarani, kampiga risasi, ikatokea mm, ikapita huku, ikatokea kwenye kinywa, lakini Mungu aliye shujaa wa kulinda amemlinda Bwana ni shujaa wa vita. Nipomwona mara ya kwanza nimuona amefungwa waya mdomo mzima. Baadaye tukaamua sisi tutalipa gharama za operation zake, tumelipa operation zote tatu, zimefanikiwa. Leo yuko hapa hapa, amesimama mbele hapa, tumpigie Bwana makofi.